Ndugu Adriano, nashukuru pia kwa maombi hayo. Tunaingia katika tuko karibu tu na kumaliza safari yetu siku ya tano, na ninapenda asubuhi njema nilete salamu za upendo wa Yesu, na tunapozidi katika kuangazia mambo ambayo tumekuwa tukizungumzia kwa juma hili, ni kwamba nina nina matumaini makubwa ya kwamba maisha yetu haitabaki jinsi ambavyo ilivyokuwa, na kwa sababu imekuwa ni nafasi ya maombi, niruhusu leo. Maana jana tulisema jambo moja, wapo ya mambo ambayo muhimu tunayoyafanya ni kuomba kwa ajili ya Roho Mtakatifu, si kwa maombi mengine tu, lakini kwa ajili ya maombi ya kuwa na Roho Mtakatifu, maana Roho Mtakatifu akiwa kuna mambo mengi sana ambayo itawezekana, na kwa hivyo tunapozidi kuongelea jinsi ya kusimika nanga zetu kwa ajili ya dhoruba, ama ukipenda kuwa umedhibitika kwa ajili ya dhoruba, na fungu letu la kukariri Paulo anaposema ili tusiumbishwe tena kama watoto wadogo, leo nataka tuzungumzie kidogo tu jinsi ya maombi ili tuingie kwa maombi sasa, kifuvirifu kitabu cha Yakobo tano na mstari wa kumi na sita maandiko husema hivi: ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana, mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii, tuombe baba yetu utupendaye asante maana sisi ni familia yako na tunashukuru kwa sababu nasema aungamaye dhambi zake na kuachana nazo apata kibali pamoja na ndugu oh, na dada ambao tumeungana katika platformu hii ya semezana na Mungu ombi letu ni kwamba Mungu ukatutakase tupe uwezo wa kushinda dhambi katika jina la Yesu tunaomba, na hata kuamini, amina. Watoto wa Mungu, kuna jambo ambalo ni la msingi sana limeweza kujitokeza katika aya hii. Napendezwa Kiingereza, uki, ukipata nafasi ya kusoma Kiingereza, inasema ya kwamba Confess your faults one to another another and pray one for another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availed much. Unajua, kuna kipindi kingine ambapo watu wamekuwa na mazoea ya mambo. Kama wanasemezana, tuna uzoefu wa kuamka kila asubuhi na kuomba. Na kwa hivyo routine, routine prayer kwa sababu ni maombi, na wakati umefika wa kuomba, watu wengi wanajaribiwa kufanya mambo kwa kimtindo tu, lakini hapa kuna jambo ambalo linajitokeza na linakuwa ni la tofauti sana, ya kwamba Yakobo, Yakobo anasema ya kwamba ndiyo kuna maombi lakini maombi haya yanafanywa kwa moyo fervent prayer ukiangalia katika Uh, ukiangalia katika tafsiri yake hiyo jina fervent inasema ya kwamba mtu kuwa na passion, yani unajibidisha una, una, una ya? Kwa moyo wa dhati, na tunapoangalia katika mambo haya vasi hii inaanza kwa, kwa kusema ya kwamba mukiziungama dhambi zenu ninyi kwa nyinyi, alafu anasema tunapomaliza kuungama dhambi zetu sisi kwa sisi na kuombeana tupate kuponywa. Praying for one another in fervent prayer, it is not optional. Mambo mawili hapa ya msingi kuombea kuombeana na kutubu kuungama, si hali ambayo ni ya kujitakia, eti mimi nitamsamehe huyo aliyenikosea wakati ambapo nitajisikia. Lakini maandiko, kuna jambo moja ambalo linajitokeza dhahiri hapa, ya kwamba kuna mambo matatu katika aya hii: ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Yani, hamna optional ya kwamba nitakusamehe. Kumbuka jana nikisema, sitakusamehe kwa sababu nime I'm convinced ulinifanya vizuri, lakini ninakusamehe kwa sababu jambo la kwanza ni sharti, ni jambo ambalo Mungu mwenyewe amesema. La pili, sitaki ili shetani asichukue advantage na weakness yangu atakapojua ni mimi ni mtu ambaye sisamehi katika aya hii ina mambo matatu: ungameni dhambi zenu nyinyi kwa nyinyi, na nikasema sichukui nafasi ya kukusamehe kwa sababu nimeridhika ya makosa uliofanya, lakini ni kwa sababu shetani asichukue advantage ya udhaifu huo. Jambo la pili, anasema kuombeana tena, ili tupate kuponywa. Magonjwa ina aina zake tofauti: kuna magonjwa ya kiroho magonjwa ya kiakili, magonjwa ya kimwili, magonjwa haya. Kumbe katika kuomba kwa dhati, katika kuomba kwa kwa kwa bidii, katika kuomba kwa unyenyekevu, watu wanaweza kuponywa. Na unajua kipindi kingi mara mingi katika maombi ya watu ambao wanaombeana na hii imekuwa, na ninajua kuna wengi wana wana ushuhuda huu. Kipindi ambacho unamwombea mtu mwingine maombi ya yule mtu mwingine hata inajibiwa kabla ya kwako ijibiwe. Kwa sababu gani? Katika nafasi ile unapoombea yule mtu mwingine kile ambacho kwako kinachofanyika ni ukamilifu Fervent prayer is not optional. Ku confess si optional, si katika maombi haya tunayoongea, ili tuweze kuwa tumedhibitika uh, kwa ajili ya dhoruba ama katika uh, dhoruba, ili tuweze kudhibitika kikamilifu, ni lazima mambo haya yafanywe na yafanywe kwa moyo wa kujitakia. Sasa maombi haya ni maombi inayo uhai, si si maisha ya ma, si, si maombi ambayo haina uhai, yani it's life prayer, it's not lifeless prayer, it is a life. Kama vile nimetangulia kusema passionate, fervent, not a routine. Unajua maombi ya routine ama maombi ya kawaida tu tutafungua chumba hiki cha maombi kila asubuhi, lakini kwa sababu ya uzoefu, kuna mtu ambaye anaingia maombi hapa kila asubuhi lakini hana hoja. Lakini katika ombi hili la kuzingatia udhabiti ni lazima kila asubuhi tunapoingia katika chumba hiki cha maombi tunakuwa na hoja, na ndiyo maana nitazidi kushukuru walioanza kundi hili, kwa sababu kuna kusudio kubwa, na kusudio hili tulidumishe, ya kwamba maombi ya daima tunaipata hapa kila siku. Na wale ambao tunaochaguliwa kuomba, kuzingatia jambo hili ni la muhimu, maana huendi kwa maombi bila hoja na kwa hivyo watoto wa Mungu, ni maombi ambayo it focused and not disturbed. Tuko katika mtandao, uko kwako kwa, kwa blanketi. Maombi ambayo haya ni ya dhati, passionate prayer, ni maombi ambayo unaomba mungu kwa bidii sana ya kwamba inapofika saa kumi na moja mungu niondolee usingizi nilipokuwa natangulia nasema mungu naomba unipe nguvu maana nasikia nimechoka yaani unakuwa very intentional It is an intentional prayer unapungukiwa lakini unaomba na nguvu na wapendwa let's move from routine prayer to fervent prayer tutoke katika tu tabia ya maombi ya kawaida tu tuingie katika ombi ambalo ni la moyo wa dhati. Hauombi moyo wa maombi haya ya dhati hauombi mara moja, alafu tena ukaachilia na ndiyo maana sichoki, si, si, sichoki kushukuru kwa sababu pia ya yule ndugu ambayo tumekuwa tukimwombea hapa. Maombi ya mtu huyu, anaomba mpaka kitu ifanyike. Kuna kipindi ambacho tulikuwa tunafundishwa. Na tulikuwa tunaambiwa tuandike jina prayer, alafu tunasema ya kwamba it is unaandika ile jina inaitwa push, push. Pray until something happen. P inasimamia prayer, pray. U inasimamia until. S inasimamia something and H inasema happen. Yaani huyo mtu anayeomba ni kuomba na siku Kufa moyo ama kuvunjika moyo njiani ni kuomba mpaka jambo likafanyika. It's also a prayer filled with, uh, with, with the faith also faith filled prayer hauweki, hauweki kuwa na mashaka, lakini ni kuamka hapa na kuomba na kuamini ya kwamba jinsi ambavyo Mungu amesema, maana zawadi moja ambayo Mungu ameipeana katika, katika kanisa lake ni kipawa cha ama ni, zawadi ya maombi. It is a faith filled prayer you don't doubt. Ni lazima hili ombi liweze kuwa honest, ombi ambayo lina moyo, ambayo, kumbuka jambo moja tuliyoona jana ni kuwa na moyo safi. A honest prayer, a honest prayer comes from the heart and not from the lips. Kuna watu wengi sana tunataka Mungu akatutendee kipindi kimoja katika familia, kipindi kingine kunakuwa ya kwamba hamna, hamna ma, makubaliano na kwa hivyo inaleta inaleta inaleta, inaleta chuki inaleta huzuni moyoni, lakini ninapoenda kuomba kwa ajili ya mme wangu ili jambo hili liweze kutatuliwa, ninaomba nikiwa zile za Mungu wewe ni, ni, mimi mwenyewe nisaidie upande wa kwangu, lakini kuna jambo ambalo lilihitajika ulifanye ili mwenzako pia aweze kuwa sawa. Ombi hili ambalo huyu mtu analoliomba linatoka ndani ya moyo, ninataka wokovu wa nyumba yangu. Jambo hilo silisemi tu kwa mdomo, nalitaka nalisema kutoka kwa roho ninataka ubadilisho, ninataka uhuisho katika maisha yangu, sisemi tu kwa mdomo, lakini ni jambo litoke kwa moyo. Nina shida ya hasira, sisemi tu kwa kutamka, Mungu niondolee hasira, lakini ndani ya moyo ninaomba kwa moyo wa dhati, passionate heart, ya kwamba Mungu naomba ukaniondolee hasira. Mambo haya katika maombi yetu inazingatiwa sana na maombi haya, inatoka kwa roho. Ni ya yule mtu ambaye ako connected. Hauwezi omba maombi ya roho kama haujaweza kusimikwa ndani, connected, hauwezi. Na jambo ambalo linatia moyo, Biblia imemaliza kwa kusema ya kwamba kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana, akiomba kwa bidii. Hebu nikueleze mpendwa, semezana na Mungu. Inatosha tuwe na mtu mmoja ambaye ni mwenye haki ambaye ataomba kwa bidii. Na ninaposema hivi ninasema ninazingatia kuwa mtu mmoja mmoja, mwenye haki ni nani huyu? Watu wengi wametafuta sana kuwa watu ambao ni spiritual. Hii inafanyika sana katika madhebe, madhabahu ama madhehebu ya ya Pentecostal wakati ambapo unasikia watu wanaitana baba wa kiroho ya kuna, kuna kuna majina hapo, huyu ni mama wetu wa kiroho kuna watu wengi sana wanazingatia kuwa spiritual pastor, spiritual pastor people. Lakini katika maombi haya maombi haya si haihitaji mtu ambaye ni spiritual. Uni- unipate vizuri, maombi haya hatuzingatii kusema ya kwamba mimi nataka niwe mtu wa kiroho 100%, mtu wa Mungu uko duniani. Maombi haya tunayoongea kuyahusu ili imani yetu iweze kudhibitika, si maombi ya mtu ambaye sasa yeye ni waki, yaani ni mtu ambaye sasa hakai, sijue si nieleze nini? Hebu hebu nieleze kwa kiingereza kidogo a prayer of a righteous man se si mtu ambaye anazingatia kuwa very spiritual but a prayer of a righteous man is one who is washed by the blood a prayer of a righteous man is a prayer of a surrendered life you don't need to be spiritual person what we need is a surrendered life we know that we are sinful people watu ambao wametenda dhambi watu ambao wana hiyo hali ya kutenda dhambi, kazi yao si, kando na kwamba tunatafuta utakatifu wa Mungu, lakini kinachofanya maisha haya ya huyu mtu ambaye ni mwenye haki, it is a surrendered life. Pale pamoja katika Biblia, I think ni proverb, ni mithali kama Caesar, ni mithali naona, mwenye haki huanguka mara saba mwenye haki ni mtu ambaye anayesema anajua ya kwamba mimi ni si haki yangu. Unasikia vile anasema mwenye haki, ina maana si haki yako ni haki ya mwenyewe. Na mwenyewe huyu ni nani? Yesu ndiye anayetupa haki yake, na ndiyo sababu lazima ni remain kuwa connected ili niweze kuwa mwenye haki haki ina mwenyewe, lakini kupitia kwa huyo mwenyewe, ninapokuwa nimesimikwa ndani yake, nimekuwa connected na yeye, ananipa haki yake, na huyo si mwingine ila ni Yesu Kristo. Na kwa hivyo maombi ya huyu mtu ambaye ni mwenye haki inaweza ponya magonjwa ya watoto wa Mungu. katika maombi haya ya mwenye haki ina uwezo wa kufungua milango iliyofunguka. Katika maombi haya ya mwenye haki ina uwezo wa kuokoa hata nchi. Katika maombi haya ya mwenye haki ina uwezo ya kuponya nchi. Hapa kwetu Kenya mauaji imekuwa kama sasa, it is an order of the day. But I was challenged last night, nilipokuwa nasoma hii fungu Kumbe labda Mary, ni mimi sijazingatia kuomba kuomba kwa ajili na kusimama kwa ajili ya Kenya yetu, kipindi ambacho wengine wanapolalamikia na serikali, mimi kama mwenye haki. Maombi ya mwenye haki inaweza jibu maombi, inaweza fanya nchi iponywe. Hebu nikwambie, kuna mambo mengine tumeingia katika basi ambayo labda tungepata hata na ajali, lakini labda kuna mtu aliyeomba ili tukamilike salama tunapoenda na tunafaa tushukuru kwa watu hawa wanao dedicate kwa ajili ya maombi. Kuna uwezekano kuna pahali ambapo tulikuwa tutembee, shetani alikuwa atuue. Najua jambo moja tulioomba jana ni kwamba Mungu asimruhusu shetani atuue, maana yeye ni mwangamizi, yeye ni muuaji. Naomba ya kwamba Mungu akakupe uwezo wa kutambua yeye ni mwenye haki, ili unapoingia katika hilo basi unalotembelea Unali, unalikabidhi ombi na watu wa Mungu wanaokolewa. Ombi la mwenye haki linaponya, linaokoa dunia, linaokoa a a nation, it saves a nation. Sitaki niende nirejelee sana wakati wa Abrahamu, lakini Sodoma na Gomora it about to be destroyed, lakini Abrahamu anamuuliza Mungu, tukipata watu hamsini na, je, watu 45, na 30 na anaomba kwa moyo wa dhati mpaka inafika, anaambia Mungu uniruhusu nisikusumbue tena, na tukipata tu watano. Lakini Mungu anamwambia kwa sababu ya ile moyo wa dhati, Mungu anamwambia Abrahamu sitaangamiza. Lakini ole ya kwamba japokuwa aku hakukupatikana watano, tuna, tuna Ruth ambaye tunayemwongea kuhusu habari yake, na kwa imani Ruth Hebu Mungu atupe ushujaa ya kwamba a righteous people prayer nation is healed. Fanya maamuzi leo, be intentional kwa kuomba ombi hili ambalo it is a fervent prayer, ombi ambalo ni la moyo wa dhati na maombi. Ni maombi ambayo iko hai, tulisema it a life prayer, see si lifeless prayer. Elijah prayed ukisoma hiyo kumi na saba na Mungu akaja, inasema ya kwamba Elijah alipoomba kwa ajili ya mvua ikanyesha, na Biblia hutukumbusha alikuwa na mwili na damu, na damu kama sisi. Kama jinsi Mungu alivyotembea katika ombi la ra Elijah, ninaomba katika uwezo wa roho na nguvu zake Yesu Kristo, maombi yetu yakawe hai siku ya leo Ikalete mwamko mpya na manukato mazuri yamfikie Mungu katika jina la Yesu. Baba yetu uliye binguni, asante kwa kutuhakikishia ya kwamba una haja sana kuidhibiti maisha yetu kwa ajili ya dhoruba. Turuhusu tuombe kutoka kwa moyo, ila si kwa midomo tu. Watakaokuwa wanachukua hatamu za maombi tunaomba utakaso kwao, kwa sababu ni wenye haki, vya maombi yao yakatoke katika mioyo, na hivyo hivyo, kwa yeyote aliyeingia katika chumba hiki, tunatamani